Leo Disemba 12 mwaka 2025, Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Bwana Yusuph Juma Mwenda amekutana na kufanya mazungumzo na mawakala wa forodha na washauri wa kodi jijini Dar es Salaam. Kwa hiyo, nichukue fursa hii kuwashukuru sana kwa kuacha muda wenu, kuacha kufanya shughuli zenu, kuja kukutana na sisi. Asanteni sana na ongereni sana kwa kuja la muhimu lingine ambalo nimewaitia leo ni Desemba. Najua kwa government hia ni mwezi wa tano imeshaenda, Julai mpaka Novemba, lakini kwa kalenda hia ni miezi kumi na moja tunamaliza mwaka. Niliona ni vizuri nikutane na nyie ili niwasikie kwenye maeneo matatu. La kwanza nataka nijue tumewahudumiaje, mambo gani mazuri ambayo tumeyafanya, nikipata kwenu. Maanake napata feeling ya, napata feedback ya taxpayer. Kwa hiyo nikiwapa nafasi ya kuzungumza, niambie what went well during the 11 months hii mwezi mmoja Manake ita represent ita ita miezi kumi na mbili. La pili, what didn't go well katika mahusiano yetu sisi na nyie. Itugani you had expectation na hakikufanyika, na la tatu, ili kuboresha kuwa na conducive Business and investment environment. Nini ushauri wako to us, to the public na kwa watu wengine? Nichukue nafasi hii uh, kwanza kabisa kumshukuru Mungu lakini pia pili kumshukuru kamishna mkuu uh, wa Mamlaka ya Mapato kwa ajili ya kuweza kuandaa uh, kikao kazi hiki cha kuweza kuja kupokea maoni kutoka kwa washauri wa kodi lakini pia na mawakala wa forodha kwenye kuangalia ni jinsi gani tunazo tukaendeleza Uh, uboreshaji wa ukusanyaji kodi lakini pia uboreshaji wa kutoa elimu watu kuweza kulipa kodi kwa hiari na kodi sahihi. Mkutano wa leo unatusaidia pia zile changamoto zilizopo kati ya washauri wa kodi na walipa kodi, pia tunapata ufafanuzi, tunaleta maoni yetu kwa kamishna. Kwa hiyo kila ambacho serikali inataka tufanye inakuwa rahisi zaidi kutatua yale matatizo na hata TRA kuweza kufuatilia na kusaidia zile changamoto ziishe ili tuweze wote kuwa katika daraja moja kuwasaidia walipa kodi na kulipa kodi kwa hiari kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo mkutano wa leo kwa kweli ni mzuri na tunashukuru sana kamishna kuliona hili na naamini pia wale washauri wa kodi kipindi hiki ni kipindi cha mwisho wa mwaka na tutajitahidi kuhakikisha walipa kodi wanalipa kodi zote za mwisho wa mwaka kabla ya mwaka ujao wa 2026. TRA pamoja tunajenga taifa letu.